Chaza, alikuwa ni Simba, nyama wa kutupwa, nyama wa kutupwa na kiukweli, hata mimi nilipata tabu sana tangu maana mimi nilikuwa namsikia tangu mdogo mm, na nilipoanza kufanya naye kazi nilikuwa nakimuuliza hilo swali anakwepa kwepa, lakini kuna kuna taarifa story fulani zikija za simba hivi unamuona kuna mchomekeo fulani hivi unajua, mwisho tukazungumza naye siku akasema, ah, bwana mimi napenda simba bwana. Na, mimi naitwa Ramadhan Tua, ni mtangazaji muandaji wa vipindi wa vipindi mbalimbali vya news and current affairs pamoja na entertainment vya baadhi e, pale kwa sasa. Sasa hivi UFM ni mkuu wa sports, dawati la michezo. Na Charles Hiraly e, alikuwa bosi wetu, lakini sisi tulikuwa, kwanza yeye alikuwa apendi kuitwa boss, alikuwa anasema mm -hmm. tunamuita uncle Charles, uncle Charles, e, uncle Charles. na yeye pale ndo alikuwa mkurugenzi wa UFM radio pale Azam Media. Kwa hivyo mimi eh, kwanza Charles, niseme ndio aliyenisababisha mimi kufanya kazi UFM, kwa sababu wakati huo nimerejea kutoka Ujerumani idhaa ya Kiswahili ya DW kule Bonn, na yeye alifanya kazi kule akafanya na BBC kama ambavyo wasifu wake unaonyesha. Sasa wakati ame pewa ukurugenzi pale UFM, alitaka kuibadili ile channel iwe inafanya ripoti kama za BBC na DW. Kwa hiyo alihitaji watu wenye weledi fulani ama upeo mpana wa habari za kimataifa na hizi za za ndani. Kwa hivyo yeye ndo alishawishi kwenda pale, na muda wote ambao nime nilipopata nafasi baada ya kupitia mchakato wote wa kawaida, kiukweli yeye ndo alikuwa ni msaada mkubwa si kwangu mimi ni mtu ambaye kwanza ni rafiki, lakini ni mkali. Kwa wengi wanavyomwona labda anavyofanya matukio yake, labda ya jokes zile, ile ni ni nature yake, ni asili yake tu, lakini kiukweli, ukitaka umkosane naye, vuruga kazi. Na utavuruga wapi? Kwanza eh, anapenda uwe na lugha iliyonyooka ya Kiswahili yeye ni mgomvi sana. Kwake ukitafuta ugomvi, kwake kosea lugha. Ni mtu ambaye amejitofautisha na watangazaji wengi, kwanza anataka ulitamke vizuri jina, kama ni jina la mtu, la nchi, la, la hata wale viongozi wakubwa. Nakumbuka wakati ule e, katika, wakati anasimamia kitengo chetu cha redio moja kati ya majina magumu sana ambayo hata sasa hivi ukisikiliza vyombo vingi vya habari vinakosea ni jina la huyu e, mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Ulaya inaandikwa Ursula von der Leyen. Sasa namna inavyoandikwa na, na kutamkwa ni tofauti. Sasa moja kati ya jambo ambalo ameliweka, na nafikiri ukilisikia, anakuambia ile haitamkwi Ursula, ni uzula Uzura, uzula Fon. Sasa nafikiri utaona ladha ya maneno anavyopenda itamkwe vile vile. Na hata jina lake yeye ukilisikia jina lake anakuambia yeye ni Charles Hiraly. Linavyoandikwa na linavyotamkwa ni tofauti. Kwa hiyo yote anataka aende sawa. Kwa hivyo anakuambia hata wewe una jina lako. Hakikisha jina lako litamkwe inavyotakiwa. Kwa hivyo kama wewe jina lako hutaki liharibiwe, ana, kwa nini uharibu jina la mwenzio? Anakurudishia wewe swali. Kwa hivyo ukiandaa habari akiipitia atakuita, atakwambia, hii hapa umekosea, hii ulitakiwa ufanye hivi ufanye hivi, na hii unajua inavyotamkwa. Kabla hujaenda kusoma, anakuelekeza. Sasa wakati mwingine unaweza ukawa umepitiwa, basi ukilikosea uta, ata, atakupigia simu. kimaliza tu habari, simu, atapiga simu. Na moja kati ya neno ambalo amekuwa akilipigania sana na ambalo sasa hivi li, li, limekuwa kama watu wengi wanalikosea na vyombo vingi vya nje vinalitumia ni neno la mashambulizi. Kuna mashambulizi labda Israeli imefanya mashambulizi Siria, Israeli imefanya mashambulizi Yemen. Hivyo anakuuliza lile swali, anakuuliza swali moja tu, shambulizi kit kitenzi chake ni nini? Anakurudisha wewe, anakurudisha kwenye fikra, ukirejea anakuambia neno shambulizi halipo kwenye Kiswahili. Wewe ukimsikia hivyo unaweza ukashtuka, wakati neno unalisikia kila saa, anakuambia halipo. Sasa mi nitaku, nitakufahamisha anakuambia, shambulizi limep, li, wamelitia tu ili neno watu wanaovuruga lugha hmm, lakini kitenzi chake ni shambulia. Sasa unashambulia au una mashambulio ni sahihi, lakini uwezi kusema nchi fulani imefanya mashambulizi ha, ha, imefanya mashambulio. Sasa utaona ladha ya Kiswahili katika namna ambavyo unawasilisha taarifa yako. Kwa hiyo yule alikuwa ni mwalimu, lakini kwenye upande mwingine alikuwa ni baba, alikuwa ni rafiki, alikuwa ni mcheshi sana, sana. Yani vile vibonzo vi vinavyoruka hata kwenye taarifa ya habari wakati ule Azam TV ni ubunifu wake, kwa sababu yeye anasema katika maisha ya dunia unatakiwa usijenge chuki na watu we ufurahi kwa sababu ukishamaliza kazi furahi, ukimaliza kazi ya watu tena vizuri una haki ya kufurahi. Kwa hivyo yeye akija na leta utani huu utani huu, lakini ni mtu ambaye ana kumbukumbu sana ya mambo na ana matukio mengi sana. Nakumbuka labda ili kwa, kwa faida tu ya, ya watu wengi, ni siku tatu kabla ya kifo chake, siku ya Alhamis mimi niliongea naye kwa simu. Alhamis, Alhamis nilimpigia simu lakini kiukweli, siku ile sikumsikia kwenye ile toni yake. Naifahamu wewe, naifahamu mimi. Na kiukweli, nilimuuliza nikamwambia, anko vipi, salama? Akamwambia salama. Nikamwambia ah, mbona sauti yako iko chini sana, huko huko vizuri? Akasema niko vizuri, ongea tu. Lakini kiukweli mimi sikuamini, kwa sababu namjua ukimpigia simu namna atakavyoipokea anakupa ushirikiano na sauti yake unaijua, sauti yake ina bashasha, ina mashamsham e. Kwa hivyo baada ya kusikia msiba wake kiukweli, imeniuma sana, iliniuma kwa sababu niliwaambia watu, na kweli baada ya kumaliza kumpigia simu yeye, nilimpigia na mmoja kati ya watu ambao walifanya naye kazi muda mrefu, mtangazaji maarufu anaitwa Ahmed Kipozi Aa bwana mzee, nimeongea na Anko, Anko Charles, lakini sauti yake na jinsi swali nilomuuliza na alivonijibu, na wasiwasi. Umeongea naye hivi karibuni? Akasema ah, nimeongea naye juzi tu, hebu ngoja nimpigie. Akampigia kweli, akasema ah, naona hayuko sawa. Na kama unavyojua, hata taarifa ya familia walivyosema, yeye alikuwa ni mtu ambaye apendi hata mambo yake apendi watu kuwa, kuwapa watu wasiwasi. Kumbe alikuwa hapa Dar es Salaam, mimi nilikuwa nafikiri naongea naye uko Zanzibar kwa hivyo hakusema, na si kawaida yake, angesema tu bwana, nipo. Na kuna siku kweli alikuja ghafla tu ofisini, amekuja Dar es Salaam, naona ameingia ofisini pale, kaja kaingia kama mtu wa kawaida tu, jamani nimekuja hapa leo, kuna habari nisome. Hebu fikiria, mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa serikali anaingia. Miezi kama mwaka jana mwishoni, alikuja mara moja tu Dar es Salaam, kwa sababu nimekuja bwana, amna kazi ya kupangwa hapa nifanye. Hebu kama kuna nyuzi nipitie, nipitie, pitie kidogo. Huyo ndio Chaz. Kwa hivyo sisi tumepata msiba, na hata wakati anatuaga kwamba sasa, jamani, mimi leo ndio itakuwa siku yangu ya mwisho kufanya kazi nanyi, kumbuka yule ndo alikuwa mkurugenzi wa UFM, yeah, na sisi ndio tulikuwa chini yake, anatuambia jamani, leo ndio itakuwa siku ya mwisho. Tarehe ilikuwa Disemba mwaka 2022, akasema Januari mosi nitakuwa na ripoti kwenye kituo changu kipya cha kazi Zanzibar. Nimeteuliwa na rais kuwa kumsaidia katika idara ya habari, lakini msio na wasiwasi, tutakuwa pamoja. Na kweli tumekuwa pamoja mpaka yuko kule. Wakati mwingine unakosea anakupigia simu ha? mpaka yuko kule, yani hajaacha kupiga simu. Kila siku utapata taarifa zake, kama si siku ya kwanza ya pili mwingine, aidha michezo iwe, habari iwe, burudani, anawapigia watu wote. Kwa hivyo ni mtu ambaye ameishi kwenye habari na alikuwa anasema, mimi naipenda redio kuliko kitu chochote, maisha yangu mimi ni redio uh, uh. Marehemu amefanya sana kazi pia katika kusoma habari News, lakini pia kwenye uwanda wa michezo. We unamfahamu vizuri marehemu uh, alikuwa mnazi wa timu gani? Ndio tuibie. Charles alikuwa ni Simba nyama wa kutupwa. Nyama wa kutupwa na kiukweli hata mimi nilipata tabu sana tangu maana mimi namsikia tangu mdogo na nilipoanza kufanya naye kazi nilikuwa nakimuuliza hilo swali, anakwepa kwepa kwepa. Lakini kuna, <laughs> kuna taarifa story fulani, zikija za Simba hivi unamuona kuna mchomekeo fulani hivi unajua. Mwisho tukazungumza naye siku hiyo akasema bwana, mimi napenda Simba bwana. Lakini kazi yetu sisi unajua zamani tofauti, sasa anasema tofauti, na tofauti na nyinyi. sasa hivi sisi Radio Tanzania watangazaji wote Sifa ya kwanza tulikuwa haturuhusiwi kuonesha mapenzi yetu, kwa sababu wanaotusikiliza wanaweza wasituamini wa tena mm. Na ndio maana unaona mimi nilikuwa nikitangaza hata mechi za Simba nafungwa goli tatu mbili, toni yangu haibadiliki, lakini mpira ukiisha naumia. Umeona, kwa hivyo yeye alikuwa ni Simba na aliipenda sana Simba, na kiukweli ni mtu ambaye aliishi katika maadili, yani useme zile miiko ya uandishi wa habari ameishi nayo na ametufundisha tuishi hivyo.